Ndugu zangu leo tunapokutana hapa tumekutana katika jambo hili muhimu lilio kwa chini ya kauli mbiu ya kujenga kesho salama, kutetea uhalisia kwa kwa uongozi thabiti. Kauli mbiu hii inatupelekea kwamba jinsi gani tutalinda taifa letu na hasa kupata bidhaa zilizokuwa salama kwa walaji na kwa taifa letu. Nimshukuru sana ndugu yangu Mrisho Mpoto katika tenzi zake za usanii kupitia bendi yake ya Mrisho bendi imeweza kutupitisha katika swala zima la kuzingatia sheria na hasa kuzingatia kupata bidhaa zilizokuwa bora. Leo naomba nishukuru, kabla sijafika hapa niliweza kupita katika maonyesho yetu kuona bidhaa ambazo zimekuwa display, lakini bidhaa hizo zikiwa katika kategori zile ambazo za uhalisia, lakini zile ambazo zimekopiwa nje ya utaratibu. Tumeona jinsi gani bidhaa hizo zinaweza zikasaidia au zikachangia zikiwa bora kuchangia uchumi, kuchangia ajira, lakini pale zinapokuwa feki zinaweza zikahatarisha swala zima la uchumi wa nchi, lakini athari kwa mtu mmoja mmoja. Ndugu zangu, leo tunapokuwa hapa ni jambo kubwa kutafakari. Leo hii ndio maana nimetoa maelekezo mazito, na hasa kwa taasisi yetu ya FCC, kwa TBS na WMA, ya kuhakikisha kwamba compliance ya bidhaa zifuate ushauri, utaratibu wa kisheria Tumekuwa na changamoto katika wakati mbalimbali, na hasa suala so zima la bidhaa zetu ambazo zingine zinakuwa feki. Kwa mfano bidhaa aina ya nondo, nondo ambayo inatumika kutengenezea majengo yetu, kutengenezea miundo miundombinu ya aina mbalimbali, madaraja, majengo makubwa. Na hivi karibuni tulikuwa na mradi mkubwa wa wa bwawa la Nyerere. Maanake katika ujenzi wa miundo miundombinu kama hii inapotengenezwa na bidhaa zilizokuwa feki, zina zinahatarisha uchumi wa nchi, zinahatarisha hata uhai wa raia. Lakini tumeshuhudia wakati mwingine majengo yanaporomoka katika maeneo mbalimbali, na hasa kutokana na changamoto, licha ya sengine, wakati mwingine kandarasi mtaalamu ameshindwa kutengeneza vizuri, kuchangia kufuata formula ya BOQ ilivyoeleza, lakini inawezekana ikachangiwa zaidi na bidhaa kuwa feki na mwisho wa siku inasababisha majengo kuporomoka, na hili inaleta athari kubwa ya kiuchumi, vifo na majanga mengine. Na shuhudia wakati mwingine bidhaa zinapokuwa feki, kwa mfano bidhaa zile ambazo zinazuliwa ni na wanadamu zinaweza kusababisha matatizo magari, kiwepo matatizo mbalimbali kiwepo kansa na matatizo mengine ya ngozi, mfano bidhaa za sabuni na zinginezo, zile ambazo zimeshindwa kufuata utaratibu wenye ubora unaokusudiwa, madhara yake yanakuwa makubwa katika jamii bidhaa aina ya bati, tumeshuhudia wakati mwingine watu wakinunua bati, baada ya mwaka mmoja bati ya kijani imebadilika imekuwa bati nyeupe, bati ya blue imebadilika imepoteza ubora wake wa rangi. Watu wametengeneza vitu feki na kuviingiza sokoni, hii ina madhara makubwa sana katika uchumi wa nchi, lakini jambo kubwa ni athari katika upande wa viwanda. Kwa mfano, leo hii nchi yetu imejielekeza katika ujenzi wa viwanda katika kipindi hichi cha miaka mitano ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumefanya kazi kubwa ya kuhamasisha na ujenzi wa viwanda. Takwimu zinatuonyesha mwaka 2020 tulikuwa na idadi ya viwanda 1052, tumefika karibu viwanda 1828, maongezeko ya viwanda karibuni 1828. Hivyo maana viko viwanda vidogo sana, viwanda vidogo vya kati, na viwanda vikubwa. Viwanda hivi vyote vimeajiri watu watanzania wanaofanya kazi Tunapoingiza bidhaa zilizokuwa zimepoteza ubora katika nchi yetu, madhara yake ni makubwa sana. Kwanza kupoteza ajira, pili kuharibu uchumi wa nchi yetu, na tatu kusababisha viwanda vingine vikakosa kufanya kazi kabisa, na hili ndio jambo kubwa. So, lazima leo tunapoadhimisha siku hii ya leo tutafakari kwa kina jinsi gani sote kwa pamoja tutakuwa kama wajumbe wa kuona kwamba sisi ni mabalozi wa kwanza kuhakikisha nchi yetu tunailinda na kuwa na bidhaa zilizokuwa sheria yetu hii ambayo kazi yake kubwa sana na kuhakikisha tunalinda mipaka yetu ya Tanzania ya kuingiza bidhaa, tuingize bidhaa zilizokuwa bora. Lakini nafahamu sheria hii inagusa upande wa Tanzania bara na hali kadhalika wenzetu Zanzibar, kuna sheria kule. Yote kubwa makusudio yake ni kuhakikisha nchi yetu inalindwa katika maeneo haya kubwa zaidi. Tunafahamu sheria hii ilitungwa tokea mwaka 1963, ni muda mrefu sana. Ni wachache sana toka sheria hii, sheria hii ilipotungwa ambao walikuwa wamezaliwa katika kumi huu, ni wachache sana wahenga kama hao. Kwa hiyo maana yake ni dunia imebadilika. Serikali sasa hivi kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara inaanza mchakato wa mabadiliko ya sheria hii. Lengo ni kuweza kuakisi uhalisia wa maeneo mbalimbali ambayo kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia na kipindi hichi sasa cha sasa, kuona jinsi gani tutalinda tutengeneza sheria ku address mapungufu yote yaliyojitokeza ama yaliyojitokeza kwa sasa. Lengo kubwa ni kuwa na sheria bora na mwisho wa siku ni kwamba tuweze kuwalinda Watanzania, ikizingatiwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka 2025. Nitoe rai kwa FCC kuongeza juhudi ya kuhakikisha kwamba elimu kwa wadau inatolewa, elimu ya uchaguzi na elimu yetu kubwa ya kulinda bidhaa na kutengeneza bidhaa okabola kwa ajili ya wa Watanzania. Endeleni kutoa elimu. Ninafahamu kwamba changamoto kubwa wakati mwingine ni swala zima la elimu, utakuta watu tunanunua bidhaa hata bila ku cross check vizuri zinafanana bila kuwa na, we, na uwelewa huwezi kugundua kipi ni kipi. Na hili ni waagize FCC. Naweza mkasikeri ya programu tukaangalia best approach ya kufanya vipi ili mradi kuifikia maeneo mengine na hasa katika upande wa elimu na hasa mamlaka zetu za serikali za mtaa. Na huku ndo walaji wapo. Kwa hiyo FCC, endelee ni kutoa elimu hii nahakikisha kuhakikisha kwamba brand owners wao wawe kipaumbele kushirikiana nanyi kama ninavyofanya sasa hivi. Brand owners ambao mnajua kwamba bidhaa zenu zikoje, na kuhakikisha kwa kwamba bidhaa hizo tuzilinde katika maeneo mbalimbali, watu wasije wakazichakachua na mwisho wa siku kuleta athari kwa wananchi.